Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limewakamata Pendo John Matongo mwenye umri wa miaka kumi na tisa, mkulima na mkazi wa Mwembesongo na Kumbuka Kwalitaho Barafwa mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, huyu mkulima na mkazi wa Mwembesongo kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wao mzaa. Hawa ni, ni mtu na, na mpenzi au mke wake. Tukio limebainika Novemba 27 mwaka huu asubuhi katika eneo la mto Morogoro, Morogoro, mtaa wa Mchuma, kata ya Kichangani, hii ni manispaa ya Morogoro, ambapo maiti ya mtoto mchanga aitwaye Selina Kumbuka ambaye alikuwa na wiki tatu zaliwe, ilikutua, imetukua, na tangu azaliwe ilikutwa ikiwa imetukwa na kutelekezwa baada ya kuuawa na wawili hao. Ilivyo ni kwamba Novemba 26 mwaka huu asubuhi raia wema wa mtaa wa kataya kwa kimsingi, ndiko anakoishi wawili hawa, walitoa taarifa kuhusu mashaka yao ya kutoonekana mtoto ambaye alizaliwa kwa umri wa miezi saba eh, ya mimba, kwa maana mtoto alikua jiti. Kutokana taarifa hizo tumio, walikamatwa na kusaidia, kwa maana yakuujiwa na kuweza kuonyesha sehemu alipotupa mwili huo, baada ya kuua kwa kuziba mfumo kwa kumziba wa. Ew, awali walikuwa wanasema mtoto tu ametoweka, ameibiwa lakini wale watu wa taarifa uh, waliamini kwamba huenda wakawa wamefanya tofauti na hivyo wanachokisema. Kwa hiyo chanzo cha tukio hiyo tunaona ni mgogoro uliokuwepo wa kifamilia, kati ya mwanaume ambaye aliamini kuwa yule mtoto si mwanaye na, na kwamba ilikuwa ni mateso kwao, kutokana na alizaliwa akiwa jiti, akiwa na umri um, wa miezi saba tumboni. Ilikuwa ni ngumu kwenye kumtuza, na aliona kama ni shati na mwiyo gumu. Kwa hiyo basi alimpa uh, shinikizo mke wake amuue ili waweze kuendelea na mapenzi yao wao wenyewe wawili, kwa hiyo na walifanya hivyo na ameuawa sasa. Na ndio taarifa zilizofika kituo cha polisi kwa sababu alikuwa haonekani yule mtoto. Kwa hiyo jeshi la polisi tunatoa shukurani kwa wananchi wema ambao kimsingi wametoa taarifa hizi zilizosaidia kufanikisha uh, kufahamu kuhusiana na tukio hili. Ingawa tumeshindwa kuokoa maisha mtoto lakini angalau tumeuona mwili na uh, kuweza kujua kwamba sasa tukio kwa uhalisia wake liko namna hiyo. Asante sana.